Wilaya ya Tunduru mkoa wa Ruvuma ni miongoni mwa sehemu kubwa ambazo serikali inapambana na wazazi walio wengi ili kuwapeleka watoto wao shuleni kutokana na baadhi ya wazazi walio wengi kuonekana wakiwaozesha watoto wao kwa vipande vidogo vya fedha.

yaani tusifanye kama ujinga tuliofanya sisi. Kwa hiyo naiomba serikali iweze kutusamehe hili, kwa sababu atukujua kama litafikia ma mambo hali kama hii, tulijua kama jambo tu ni la kawaida. Mila na desturi kutoka makabila mbalimbali inatajwa kuwa ni miongoni pia mwa watoto walio wengi kuongeza ujasiri na kuchukulia kuolewa ni kitendo cha kawaida. Mi nafikiri hata mimi binafsi nyumbani kwangu navyoishi na familia kwanza, naanza mimi mwenyewe navyoishi na familia nyumbani kule, huwa natoa elimu watoto eh, maisha sio hivi, maisha yanatakika moja mbili tatu, ili kujua kwamba mambo ya maendeleo nifanyeje, inabidi wewe kama ni mzazi uanze kufunza huku kunyumbani. Na hapa ni katika shule ya wasichana ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliyopo wilayani Namtumbo, mkoa wa Ruvuma, ambapo serikali imejenga shule hii ili kumwezesha mtoto wa kike kufikia malengo yake. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa hii shule yetu. Uh, walimu wenyewe wamekuwa ni kipaumbele kimojawapo cha kutuuliza vitu kama hivyo, kama tuna changamoto zozote. Lakini pia ukiachana na hivyo, mkuu wa shule yeye alisema kama unaona shida kutoa hiyo taarifa kwa mwalimu mwingine, unaweza ukaandika hata karatasi kusema kwamba kuna mwalimu fulani analeta changamoto hiyo. Hatukujifunza tu darasani, bali walitulea kwa upendo. Mwalimu anapata muda wa kuja darasani usiku kutufundisha, kwao ni upendo wa pekee sana. Kwa hiyo hatukujihisi kwamba tuko mbali na wazazi, ila tuliona tupo karibu na wazazi. Tuna moto wetu wa shule ambao unasema Inspire Girls for Change. Ukiangalia marengo ya shule yetu ni kwa ajili ya kuwawezesha watoto wa kike kupata mazingira bora ya kujifunzia ambayo yatafanya wafikie malengo yao. Yote haya ni katika kuweka mikakati ya kuhakikisha mtoto wa kike analindwa na mwisho wa siku anamaliza masomo yake ili aweze ya kufikia ndoto zake. Kutoka hapa shule ya sekondari ya wasichana ya Daktari Samia Suluhu Hassan mkoa wa Ruvuma, mimi ni Mawazo Mwaijengo, Azam News. Bye, bye, bye. Bye.